Kwa kweli huduma zenu ni nzuri sana. Kwanza nashukuru sana, kwa sababu nimekaribishwa na wadada wazuri, wanaonekana wana furaha, wanaonekana na upendo. Tangu naingia hatua ya kwanza, nimekaribishwa vizuri kwa kweli. Nimeshangaa, ni duka ambalo unaingia unakunywa kahawa. Kwa kweli najisikia vizuri, nimejisikia vizuri sana. Hii ni pakeji yetu ya Credo ha ambao ukigeuza nyuma unaweza kuskan ji kwenda madukani kuzunguka kutafuta simu, unaweza ukaapply kupitia peto ya Credo, tutakuwekea application yetu. Ni mmefanya mapinduzi kwenye biashara, kuna uwezo wa kuokoa muda na ule muda mwingine ukabaki kutafuta pesa. Kwa hiyo mi nadhani yeye mmefanya mapinduzi kwenye biashara, na hilo ndio jambo ambalo unaolitaka watu wanataka warahisishiwe maisha maisha yawe rahisi, akiagiza kitu kimefika, akifanya hiki kimefika, yeah.